Nihitimishe kwa kutangaza vile vile kwamba pamoja na kuendelea na kesi mahakamani chama, tutaendelea na operation, na sasa niwatangazie ratiba mpya ya operation tutakao kwenda kuifanya kwa maana ya mikutano ya hadhara. Mikutano itaendelea kuanzia tarehe nane mpaka tarehe kumi na mbili mwezi Mei sasa tutakwenda mikoa ya kanda ya Victoria kwa maana ya mikoa ya Geita, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera kwa kadiri ya tiba itakavyoendelea kupangwa na kutangazwa, lakini kwa tarehe hizo tutakwenda kanda ya Victoria na kuanzia tarehe kumi na tatu mpaka tarehe kumi na saba mwezi Mei tutakwenda kanda ya Serengeti kwa maana mikoa, kanda yenye mikoa ya Mara, Simiyu, Shinyanga, kama, kama ushahidi na ushuhuda ya kwamba pamoja na madhila yote, pamoja na yote tunayofanyiwa, hatutarudi nyuma katika azma yetu ya kuendelea kuunganisha Watanzania kutaka mabadiliko ya msingi yaweze kufanyika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa mwaka 2025.